Ah, tunawakaribisha tena kwenye chaneli yetu ya Kingo Farm. Ah, ndugu zangu, leo hii nimewaletea makala kwa wale wafugaji wa kuku wa nyama, kama unafuga kuku wa nyama, lakini pia hata kama una kuku wa mayai wanakusumbua kwenye kutaga na kuletea booster ambayo kuku wanapenda sana kunywa, yaani ukiwatengenezea hiyo booster ya asili, basi kuku wako wengi utakuta wanapenda kunywa maji Aa, kama kuku wako hawapendagi kunywa maji hawapendi kula, booster hii ya asili huwa ina, inawapa ina vitamini nyingi sana kwa wakati huo huo na wanapata kiu ya maji, wanapata hamu ya kula chakula Aa, kama utaweza unaweza ukawaandalia nyumbani kwa sababu ni vitu ambavyo vinapatikana tu kwenye mazingira ya kawaida. Jaribu kuwaandalia kuku wako wawekee, halafu utaona jinsi ambavyo wataweza kuyashambulia yale maji kwa muda mfupi, halafu wataenda kula chakula. Hii ni kwa wale ambao wana changamoto hiyo, kuku wao hawapendi kunywa maji wala hawapendi kula. Lakini pia kama kuku wako wakitaga yai, huwa wanapata shida sana ule wakati wa kutaga, wanapasuka nyuma, hasa hasa kwa hawa kuku wa wachotara mara nyingi huwa wanapasuka nyuma, kwa hiyo kama una hii changamoto basi utatumia booster hii ambayo leo hii nitakuelekeza. Hii booster ni nzuri sana, inawanenepesha kuku, inawapa hamu ya kula, lakini pia inasaidia kwenye mmeng'enyo wao wa chakula uweze kwenda vizuri. Hii uh, hii booster utachanganya kabeji. Utachukua kabeji moja. Uh, utachukua kabeji moja yenye saizi ya kati ambayo sio kubwa sana wala sio ndogo sana halafu pia utakuwa una karoti. Utaandaa karoti zako tatu pia utaandaa bamia, andaa bamia, bamia ukipata zile ndefu ziwe tano, itakuwa ni vizuri zaidi. Ukipata umchanganywa hivi vitu vitatu, kabeji, bamia pamoja na, na karoti, ukawatengenezea vizuri kuku kwenye maji, watakunywa kwa, kwa spidi kubwa sana watakunywa kwa spidi kubwa sana na hata kama kuku wako walikuwa wanasumbua kutaga, utakuta wakitaga, na inaimarisha ukuaji kwa kiwango kikubwa sana, inawafanya wakue haraka. Ukiwapa huo mchanganyo ni sawa tu, unakuwa umewapa multivitamin, lakini pia umewapa multivitamin ambayo inawafanya waweze kuyapenda zaidi yale maji pamoja na chakula. Kama kuku wako hawapendi kula sasa msimu huu, kama kuna kabaridi kidogo, unakuta kuku hawapendi kula. Ukiwapa huo mchanganyo, ukawapa hayo maji, wakionja tu, utaona wanaenda wanaendelea kunywa yale maji na baadaye wanaenda wanakula chakula, na baada ya muda mfupi yale maji utakuta yameisha. Na ni muhimu sana wakayapata, kwa sababu yana virutubisho vyote muhimu, yana vitamini nyingi, yana madini, yana vitu vingi sana ambavyo kuku wanavihitaji. Ah, kama tunavyojua hizi vitamini za asili ziko za aina nyingi sana. Kuna namna nyingi sana ya kuzitengeneza kwa kutumia majani mbalimbali mbali, lakini pia kwa kutumia matunda na mimea mingine mbalimbali unaweza kutengeneza na kupata vitamini nzuri kabisa. Lakini hata hii tuliyoitangaza leo, ambayo nimeizungumzia, ni vitamini ambayo kuku anaipenda sana, yani ni vitamini nzuri na kuku anaipenda sana. Ukitaka kujua namna ya kutengeneza vitamini nyingi mbalimbali, tuna kitabu chetu cha tiba za asili Ukipata kitabu hiki kinakuelekeza namna ya kutengeneza vitamini nyingi ambazo unaweza ukazifanya kwenye mazingira yako ya kawaida. Uh, wewe ndio utaangalia ni kitu gani ambacho unaweza ukakipata kwa urahisi, ukatumia gharama ndogo, au usitumie gharama kabisa, lakini vitu vyote hivyo namna ya kutengeneza, utajikuta unatumia shilingi elfu kumi na tano tu kwa ajili ya vitamini au hata shilingi elfu kumi kwa ajili ya kununua vitamini ya dukani na gharama nyingine yote hiyo itaenda tu kwenye majani ya kawaida, mimea ya kawaida, ambapo unaweza ukatumia hela ndogo zaidi au usitumie pesa yoyote. Hiki kitabu ni shilingi elfu kumi tu. Ukihitaji unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp, ukilipia unatumiwa hapo hapo kitabu chako, unaenda stationari wanakuprintia, unapata kitabu kabisa. Aa, ni vizuri sana ukawa nacho kwa sababu kinasaidia. Sio tu kina vitamini za asili, lakini pia kina vile vile vile vile ukihitaji kupunguza gharama za chakula, tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji ambacho kina formula nzuri, formula zimezingatia vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana kwenye mazingira ya kawaida na, na kwa gharama nafuu. Kitabu hiki kina formula nzuri zinazofanya vizuri kwa wewe unayefuga kuku wa kienyeji chotara hata pia layers. Kitabu hiki kinakufaa, sio tu formula, lakini pia kina miongozo mbalimbali ya kuwalea kuku hawa na hizo formula za kuchanganya chakula, kina muongozo wa magonjwa pamoja na tiba mbalimbali, baadhi ya tiba za asili na tiba za dukani ambazo zinafanya vizuri, utazipata kwenye hiki kitabu cha safari ya ufugaji, ni kizuri sana na ya broiler kinakuelekeza, kuanzia siku ya kwanza unampokea kifaranga wa broiler mpaka unampeleka sokoni, anahitaji huduma gani, na kwa kipimo gani, kwa kiwango gani, na umbadilishie kwa muda gani, kila kitu, maelekezo yote utayapata. Kama unatamani kufuga broiler haujui cha kufanya, basi nunua kitabu cha ufugaji wa broiler. Lakini pia kama unafuga broiler ila unakumbana na changamoto mbalimbali, kitabu hiki kina kila kitu, kina tiba, kina kinga za asili na za dukani, na vitamini za asili na za dukani ambazo zinafanya vizuri zote, utazikuta kwenye hiki kitabu. Hiki nacho gharama yake ni elfu kumi. Ukihitaji vilevile, utatumiwa softcopy kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la WhatsApp Hili kundi linatoa darasa kila siku, tunaelekeza jinsi ambavyo ah, sisi tunawapokea vifaranga wetu, tunaanza kuwahudumia kuanzia ile siku ya kwanza mpaka wanakuwa wakubwa, huduma zote namna ambavyo tunawapa utaweza kuona kwenye hili kundi la WhatsApp ambapo unalipia ada ya shilingi 1500 tu ndipo uweze kuunganishwa kwenye hili kundi. Lakini pia tuna formula ya kumnenepesha jogoo au kuku aliyedumaa, na yenyewe ni shilingi 1500 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Ukihitaji hizi huduma, chukua namba hapo kwenye video na utupigie, ili tuweze kukuhudumia. Utapata msaada mzuri kabisa ambao hautakaa ujutie maishani mwako na kwenye ufugaji wako. Aa, sasa namna ambavyo unaweza ukachanganya hili, kabeji pamoja na hizo bamia na hiyo hiyo hizo karoti utazichukua, hizi zote utazikatakata. Utaanza na ile kabeji unalikatakata vizuri likiwa safi kabisa, hakikisha ni safi, umeliosha vizuri, unalikatakata, unaliblend. Kama una blender au una kinu, basi unaweza ukatwanga kwenye kinu kama hauna blender. Kama una blender, basi utalikatakata utaliblend vizuri kabisa, na ile juisi yake ambayo itapatikana, utaiweka sehemu. Halafu pia utakuja, utakatakata hizi karoti na zenyewe, utaziblend, utaenda kuchanganya kwenye ule mchanganyo wa kabeji ji pamoja na hizi bamia na zenyewe utazichukua utazisaga vizuri kabisa halafu unaenda kuweka kwenye huu mchanganyo usichuje. Koroga vizuri kabisa huu mchanganyo wote, ukisha ukoroga vizuri weka kwenye maji yako lita ishirini, wape kuku wako wanywe kwa siku tatu mfululizo. Kama unaweza ukatengeneza maana yake utatengeneza leo utawapa. Kama una kuku wanakunywa maji lita ishirini utawapa huu mchanganyo, kama wanakunywa maji lita kumi basi utaweka nusu yake. Ukifanya hivi kwa leo kesho na kesho kutwa uta ona matokeo ni mazuri. Kuku wako watakuwa wanakula sana, kwa hiyo kama ni kuku wa nyama watanenepa haraka, kwa sababu wanakula vizuri, na kama ni kuku wa mayai utaona wakiimarika katika utagaji wao. Asanteni sana.